anayoyaongea mimi nimefika kwao kijijini kwao huko Lushoto, nimeona makuzi aliyekuzia na shule aliyekuwa anasoma ya misheni, lakini angalia Allah alivyomjalia ufundi, ametutuliza ametuambia maneno ya Allah, alafu angalia alivyosimama hapa kutuswalisha jinsi alivyokuwa akisoma zile sura, sisi tulizaliwa katika Uislamu tunamfuatilia, tukaona maneno aliyokuwa anayasema ni maneno yaliyoteremshwa na malaika Jibrili, akatupeleka mwisho, akatoa wa salamu, tukamaliza. Lakini angalia muda tulioutumia katika kuswali, tumetumia dakika sita tu, kama tumefanya sana, labda dakika sita na nusu ambayo tumetumia kiasi kwamba hazikuathiri chochote katika maisha yako. Alafu tulia, alafu mambo ambayo ameyaongea hapa juu ni mambo mazito sana makubwa. Kaongelea labda, nyinyi mkumwelewa, ngoja mimi nilivyomwelewa hivi. Kaongelea zinaa, kaongelea kaumurutwi na kubwa akaongelea kifo, na akasema nyiwe, labda mkumsikiza vizuri, akasema hivi. Na tukisema tuliokuwa msikitini tufunge mlango hapa, tuulizani nani ajafanya jambo hili, litakuwa mtihani. Maneno uliyoyasema ndugu yangu ni sahihi, na nataka nikupe taarifa, umesahau moja tu katika hotuba yako. Jambo ulilosahau ni dhambi haina bahati mbaya basi Dhambi haina bahati mbaya, hakuna anayefanya dhambi kwa bahati mbaya. Kila anayefanya ba dhambi kwa bahati mbaya, eh, anayefanya dhambi huyo, ujua amekusudia kufanya dhambi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Nakupa nyingine wewe, una nyingine, nakupa mpya, una yaani, nakupeleka akhera, mahesabu ya akhera. Toka Mtume ameondoka duniani toka hijiria ile wakati anahama mtume Maka kwenda Madina, mpaka sasa tuna mwaka elfu moja mia nne na arobaini na saba. Hiyo wewe una sikiliza, mpya hii hiyo, mpya hiyo hiyo, hatari iko wanatoa hutuba hana hiyo, wala imamu hapa wenu hana mpya, elfu moja mia nne na arobaini na saba hijiria Mtume akaishi duniani miaka sitini na tatu. Mpya hiyo, we una ukaenda katika surati tisigda Allah anasema, akhera kwangu siku moja ni sawa na miaka alfu. Yani ukiwa akhera kwake, siku moja ni miaka alfu. Sasa tunapiga hesabu, mtume ameenda akhera mwaka elfu moja mia nne na arobaini na saba. Pigeni wenyewe mtume akhera ana siku ngapi? Naomba majibu. Maana yake mtume toka ameondoka akhera ana siku moja, hazijatimia mbili. Mahesabu hayo ya akhera hayo. Sasa ukichukua umri wako uliyekuwa nao ukiupeleka akhera, maana yake we hujazaliwa, alafu unafufuliwa unafanya madhambi kuliko ya watu waliopita. inna lillahi, ngoja sijasikia inna lillahi, hiyo mpya. Ulikuwa una sikiliza kisa hichi cha mwisho, namaliza. Kuna mama mmoja, wakati wa nabii Daudi, alizaa watoto wawili. Nisikilize vizuri, hiyo namaliza leo. Sikawi leo, leo sikawi leo, hali yangu sio nzuri, sikawi. Huyu mama wale watoto baba yao akawa wameondoka duniani, hawa watoto wakawa mayatima. Katika kutafuta riziki, siku moja akawa ameamka, amebeba amebeba sifuria, amechukua na kitambaa ameweka ndani ya sifuria, anaenda kuwatafutia watoto wake riziki. Wakati anaenda kuwatafutia watoto wake riziki, wale maskini matajiri wa, wale watoto wake wale watoto wa yatima, matajiri wapo na wanahela. Kabla hajatoka hajafuka mbali, akaja mwewe, akaja mwewe akachukua ile sifuria akaondoka nayo na kile kitambaa akapotea. Naye huyu mama akaenda na kwa nabii Daudi, akamwambia nabii Daudi, hivi Mungu gani huyu anakuwa na Mungu ambaye hana huruma na mimi? Ina maana Mungu wako hajui kama nimefiwa wewe, hajui kama Mungu wako mimi sina riski, natoka kwenda kutafuta riski, anamtuma ndege. Kwani yule ndege aliumbwa na nani? sikaumbwa na Mungu wako? Anamtuma ndege anakuja kuchukua sifuria ambayo naenda kuwatafutia watoto riski, Mungu wako ana huruma? Nabii Daudi akamwambia ondoa tatizo, Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Akasema, inakuwaje? Mungu anajua na watoto yatima, Mungu anajua watoto wangu hawajala, nachukua sifuria, natoka kwenda kuwatafutia riziki na kitambaa, anamtuma ndege, anakuja anachukua sifuria, mimi nitaenda kutafutia nini riziki? Kumbe wakati yule ndege anafanya vile, baharini kuna wavuvi wale wavuvi ngalawa yao imetoboka, wimbi linakuja linajaza maji. Yule ndege alivyokuja akawaona wale wavuvi, akaachia ile sifuria akaiachia mpaka kwenye ngalawa ile. Wavuvi wakaidaka wakawa wanaitumia ile sifuria kutolea maji ndani ya ngalawa, wanachota maji wanatoa ndani ya ngalawa wakati huo wavuvi walishawekania, wakisema hapa, Mungu akituokoa, basi mali yote tuliyokuwa nayo tutaipeleka kwenda kuwapa yatima. Swala alannabii, ndege kaenda kaiachie ile, wavuvi wakachukua kaa, wanamwaga maji, ngalawa ikakaa sawa. Wakachukua kile kitambaa kitambaa kitamba chao cha nanii kilikuwa kimekatika, wakashonelea, ikawatoa mpaka nchikavu. Wakatoka wakasema tunataka kwenda kumtafuta nabii wa Allah, nabii Daud. Siku wanafika kwa nabii Daudi wanamkuta yule mama na watoto wake yatima pale, wanamwambia tumetumwa sisi, tumekuja hapa, tuliwekania, tulikuwa baharini tukawekania, hali tuliyekuwa nayo, laiti tungekufa tukamuomba mola wetu atuokoe Kile tu baada ya kutoka mali yote tutakayokuwa nayo, tutakuja kuwapa yatima. swala ala nabii. Wanafika kwa nabii pale, nabii Daud anasema basi, umefika sehemu nzuri na imekuwa vizuri, umewakuta watoto wa yatima wako hapa. Ikachukuliwa mali yao, wakapewa pale. Nabii Daudi akamuuliza mama, akamwambia, vipi, unasemaje? Mungu ana huruma au Mungu ana huruma? Yule mama akasema, Mungu ana huruma. swala ala nabii nakuja kwako wewe uliyekaa hapa msikitini, Mungu ana huruma, Allah anatuhurumia. Alafu angalia Mungu alivyokuwa fundi, katuumba yeye, hatukujaza fomu, uhai anatupa yeye, hatujamsaidia akatupa, na wanawake raha tunapata sisi, akatuambia salini, mkifanya ibada mkija kwangu na wapeni pepo. Alafu sisi tunamwambia sikiliza, umetuumba wewe sawa hatuswali tunazini, tunafanya luka umulutwi na wewe utufanyi chochote, na tutaonana baada ya kufa. Allah anasema swadakta, hakuna matatizo, hakuna matatizo. Kasema maneno makubwa sana. Mdogo wangu huyu ni tajiri ujue, huyu kijana mdogo, lakini tajiri. Mimi si muwezi huyu, akia Mungu eh, ela anayo huyu ana shida huyu mdogo wangu huyu, hebu angalia, na anatoa mali zake katika kupigania dini ya Allah, wallahi wa billahi eh. akia Mungu huyu eh. kijana huyu kwao, wewe wewe ukienda kwao, mimi nimeenda kwao mara moja, sirudi tena mimi. Nilikuwa mpakani, Ramadhani yote inaisha, mimi siko hapa, nilikuwa mpakani mwa Msumbiji na, na Mtwara Watu wa Mtwara wote wanajua nilikuwa mkunya sijui mkwedu huko, mimi nilikuwa nafanya mikutano, wanapiga wanajeshi wanafanya patrol mpakani, wamenivamia sehemu moja, wakaniweka pale, wakaniambia wewe she nani? kaambia Mazinga wakaambia basi endelea, wananijua. aki ya Mungu, huko kuna balaa huko. Ramadhani yote imekwisha, ni kawaida yangu mimi kila Ijuma ya mwisho kuja hapa kuombeeni dua nyinyi na kuniombea mimi dua. Leo kuna watu mmeswali hapa, mnataka kutoroka sasa hivi, kukimbia hapa, mpo hapa, ibilisha anakuambia wewe, we, Ramadhani imeisha, ukikaa kumsikiza huyu shehe ana lolote, ondoka nje. Akia Mungu, mungu eh, yaani nyinyi wakushindwa kuniombea dua. Nyinyi, hebu semeni nyinyi, nyinyi wakushindwa. Huyu hapa mmemwona huyu, huyu kijana naitwa Swaimu, muulizeni huyu. Mimi wakati na kamata Mwanza nilikuwa naye kanikimbia huyu kanikimbia huyu, haki ya Mungu huyu, eh, kanikimbia huyu. Anasema je, ningeacha kukimbia, nani angekuja kutoa habari kwamba umekamatwa? Huyu hapa, wallahi wabillahi billahi watalahi, Muislamu yoyote anayemaliza kuswali akakaa chini akasikiliza maneno ya Allah, Mwenyezi Mungu huwa anakusamehe madhambi yako. Tumuombe Allah atusamee madhambi yetu. Tuseme wote amin.